Moris Morris Michael Abraham anatafuta njia iwapi, anaitinga ndani kwa, anapoteza. Haya, imewekwa tena pembeni kule, wekapas lakini hakuna mtu, imewekwa katika eneo lenye ombwe. Anaondoa inspektshemukrebwe eli mpanzu, kidi sawala anamwambia Morris, pite basi tukupe mali. Anaandoa kupanda mwenye Shomari Salum Kapombe ana switch upande kumtafuta nani? Jonathan Soa, bado Soa na Velafi Soa anaiweka tena ndani kwa Ahoua, anatengewa Eli Mpanzu, anayetafutwa ni Ahoua, lakini pasi na kwa ni fupi. Wanaondoa vijana wa Gaborone njiani, Shamu Karbwe kwa weka mtu tobo wa mauzi kweli kweli, naelipanzo kibisawala <tipa> anatafuta njia iwapi katikati otizaji, bado, soa, soa, kiyoda, Mamuza, ya wachezaji watatu bado anaiweka ndani kwa kwa ua inavushaa, lakini haijafika aijafika aachea mlinda mlango amuzi anasemaje? Anafunika Muhamed Ali Musa anawaambia weke kwenye doti nyeupe. Pakasoto ntaja cha kwanza mpira, aliporudi akaguswa mtu akalala kwenye kisanduku, analia pale hapa mbele. Naomba tukae chini, tukae chini mbele.